Waziri wa Ardhi na Maendeleo ya Makazi Mheshimiwa Rahma Kasimu Ali amesema Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar inaendelea kujenga mazingira mazuri kwa maafisa wa kikosi cha wapiganaji wa chuo cha mafunzo ili kutoa huduma bora kwa wananchi. Waziri Rahma ameyasema hayo wakati akiweka jiwe la msingi wa hanga kambi ya Bumbwini Magereza wilaya ya Kaskazini B ikiwa ni sehemu ya shamra shamra za kutimiza miaka sitini na mbili ya mapinduzi ya Zanzibar. Amesema kuwa serikali ya awamu ya, ya nane inayoongozwa na, na Rais Dr. Hussein Ali Mwinyi ina dhamira ya dhati katika kuhakikisha vikosi vya SMZ vinakuwa na mazingira mazuri ya kufanyia kazi kwa lengo la kuongeza ufanisi katika kazi zao. Serikali imeendelea imeendeleza dhamira ile ile ya mapinduzi kwa kuhakikisha kwamba maafisa na askari wanafanya kazi katika mazingira bora na wanaishi katika nyumba za kisasa, ambapo kwa lugha ya kijeshi wanaishi katika mahanga ya kisasa yenye hadhi na heshima ya kuishi binadamu. Ndugu maafisa, askari na wananchi pia katika kuhakikisha ustawi wa maafisa na maskari, serikali ya mapinduzi ya Zanzibar awamu ya nane imefanya mambo mengi mazuri kwa chuo cha mafunzo. Kati ya vikosi vitano vya idara maalumu za SMZ ni kikosi cha mafunzo pekee yake ambacho Mheshimiwa Rais Dr. Hussein Aliwini amekijengea majengo ya afisi za makao makuu kwa Unguja pale Kilimani Katibu mkuu alizungumza, hapa pana jengo na G plus 4, na kule utepemba limejengwa jengo la kisasa na G plus 2. Pongezeni sana Mheshimiwa Kamanda. Aidha, tuelewe pia kwa mwaka huu wa fedha kuna ujenzi wa nyumba tisa za maafisa na askari zinajengwa anyegwa mchana, ambazo katika maadhimisho haya ya miaka 62 zimewekewa jiwe la msingi. Vile vile kuna mradi mkubwa wa ujenzi wa gereza kubwa na kisasa linajengwa pale hajegwa mchana. Mbali na shughuli za kiujenzi, lakini maafisa wa askari wengi wameweza kupandishwa vyeo katika kipindi hichi cha awamu ya nane ya Serikali ya Mapinduzi Zanzibar. Hivyo basi, nichoo wicho wenu wenu kuendelea kumpa nguvu mheshimiwa rais, ili aweze kutekeleza mengi zaidi. Naye katibu mkuu ofisi ya Rais, tawala za mikoa, serikali za mitaa na idara maalum za SMZ Haji Mafudh Haji akitoa taarifa ya kitaalamu amesema ujenzi wa hanga kambi ni mwendelezo wa kuwajengea mazingira bora wapiganaji wa chuo cha mafunzo ikiwa umegharimu zaidi ya shilingi milioni mia tatu za kitanzania na unatarajiwa kukamilika mwezi wa sita mwaka huu. Mradi huu wa ujenzi wa hanga kwa ajili ya maaskari wachooche mafunzo hapa Bumbwini ulianza rasmi tarehe 29 mwezi wa kumi mwaka 2025 na, na unategemewa kumalizika mwezi wa Juni mwaka 2026. Ujenzi wa hanga hii hili utakuwa na ukubwa wa urefu wa mita 43 na upana wa mita 12 sawa na kilomita za mraba 516. Anga hili litakapokamilika litakuwa na vyumba ishirini na vyoo vinane pamoja na kumbi mbili. Mheshimiwa mgeni rasmi, mradi huo ujenzi wa hanga ni mwendelezo wa miradi ya kuwajengea mazingira bora wapiganaji wa chuo cha mafunzo ambapo kukamilika kwake kutapunguza kwa kiasi kikubwa changamoto ya makazi kwa wapiganaji wa kambi hii ambao kwa muda mrefu wamekuwa wakifanya kazi katika mazingira magumu kutokana na uhaba wa makazi. Akitoa maelezo mafupi, afande kamishna Hamis Bakari ametoa shukrani kwa Rais wa Zanzibar Dkt. Hussein Ali Mwinyi kwa kuendelea kuimarisha mazingira ya idara hiyo jambo litalosaidia kuimarisha utendaji wa kazi zao na kupunguza uhaba wa makazi kwa wafanyakazi leo hii tarehe tisa Januari 2026 idara ya chuo cha mafunzo inaendelea kudhihirisha kwa vitendo namna gani serikali yetu awamu ya nane inavyoleta maendeleo makubwa kwa wananchi wote wa Zanzibar hii ni historia nyingine ambayo chuo cha mafunzo kinaweka kwa kujenga hanga kwa ajili ya matumizi ya wapiganaji wake ili kuwapunguzia changamoto ya makazi. Mtazamaji, hii ni Zantime, usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment.